Tunaendelea na taarifa ya habari na sasa ni wakati wa kupata habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Upendo Msuya. Hatua ya serikali ya kufunga akaunti za mashirika na taasisi zake katika mabenki ya biashara na kuhamisha fedha zilizoko katika akaunti hizo kwenda katika akaunti zitakazofunguliwa Benki Kuu BOT imeelezwa kuwa na tija na haitakuwa na athari kwa wateja wa benki hizo. Tupate taarifa kamili. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Dr. Charles Kimei amewaambia waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kwamba hatua hiyo ina manufaa kwa, kwa serikali na uchumi wa taifa kwa ujumla na itasaidia kupunguza riba za mabenki kwa wananchi. Amesema waraka wa msajili wa hazina unalenga wale wanaokusanya mapato ya wa serikali, hivyo itawezesha serikali kujua ina fedha kiasi gani na kufuatilia matumizi ya fedha hizo kutokana na ukweli kwamba akaunti hizo zilikuwa kwenye mabenki mengi mbali mbali. Sisi tunaunga mkono hatua hiyo ya serikali kwa sababu ni haki yake, mtu anaweza kafungua akaunti anapotaka na pili, ina manufaa kwa serikali kwa namna ambapo, ambapo, ambapo akaunti hizi e, zimekuwa zinaendeshwa kwe, kwenye mabenki mbalimbali na inakuwa vigumu kwa serikali yenyewe kufuatilia ukusanyaji wa mapato yake. Dkt. Kimei amesema baada ya kukutana na benki kuu wameelezwa kuwa akaunti hizo zimefunguliwa na zi, ni za kufanyia matumizi na kuingiza fedha za mapato, hivyo hazitokuwa na athari kwa namna ambavyo watu wamefikiria. Haitaleta at athari kwa, kwa namna ambavyo watu walifikiria, kwa sababu fedha zitakuwa zinaingizwa kwenye akaunti zao tulizonazo hapa mabenki. Wataendelea kuwa na akaunti zao hapo pa akaunti kwenye mabenki, na fedha hizo wanazohitaji kwa matumizi zitakuwa zinaletwa. Mabenki haya ya biashara si tunawasaidia kulipa, sababu bado tutakuwa tunalipa kwa niaba ya mashirika hayo na makampuni hayo ya siasa, serikali kama kawaida tunavyofanya. Hivi karibuni serikali kupitia msajili wa hazina ilitoa agizo kuwataka watendaji wakuu wa mashirika na taasisi za serikali kufuata maelekezo ya kufunga akaunti zao katika mabenki ya biashara na kuhamishia fedha hizo benki kuu, hali ambayo imepokelewa kwa hofu kwa mabenki hayo huenda yakaathirika kufuatia kinachoelezewa kuwa na kuwemo zaidi ya shilingi bilioni mia tano za serikali katika mabenki hayo. Kutoka Dar es Salam, Saidi Kilumanga, Channel 10, taarifa hiyo.